Kwengeneko, mahakama kuu imeidhinisha uamuzi wa Seneti wa kumwondoa mamlakani gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Katika uamuzi wake, Jaji Bahati Mwamuye amesema mchakato wa kumwondoa Mwangaza ulifuata sheria na hakuna ushahidi wa ukiukaji wa katiba uliowasilishwa. Mahakama ilitupilia mbali madai ya Mwangaza kwamba hakupewa muda wa kutosha kujitetea na kumkosoa kwa kuwasilisha kesi mbili, moja katika mahakama ya Meru na nyingine katika mahakama ya Milimani.

for the purposes of these proceedings. Meru imekuwa katika mateka ya nyara, mateka ya uongozi ubaya, lakini finally, God God has done it and we yes, want to thank yes, God. Na tunatarajia kwamba kama wa MCS wa Meru sasa tutaweza kupata zile pesa za World Fund, venye tulikuwa tumekawa kwa bajeti na mwananchi, barabara ambazo wamekuwa kilia zinaenda kufanyika, hospitali dawa ambazo azikuwa zin, zinapatikana pale zinapatikana na saizi Meru tuna feel tuko relieved, wazee, vijana, watoto, kila mtu.